Jeshi la Polisi mkoa wa Ruvuma linamshikilia mwanaume mmoja anayefahamika kwa jina la Eric Turuka, mkazi wa kitongoji cha Namihoro, kijiji cha Peramiho A, anayetuhumiwa kwa kumuua kwa kumkaba shingo na kumchinja kwa kisu msichana anayefanya kazi za ndani anayefahamika kwa jina la Shukrani Ajiriwa, mwenye umri wa miaka 19, mkazi wa kitongoji hicho cha Namihoro. Kamanda wa Polisi wa mkoa wa Ruvuma, SACP Marco Chilya, anaeleza zaidi.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 Wachimbaji watatu katika mgodi wa Goldfield Company uliopo kijiji cha Lukalasi wilaya ya Mbinga mkoani Ruvuma walifukiwa na kifusi na kupoteza maisha mnamo tarehe 8 mwezi wa 5 2025, majira ya saa sita na nusu usiku katika mgodi wa Goldfield Company uliopo kijiji cha Lukalasi wilaya ya Mbinga mkoa wa Ruvuma kulitokea tukio la maji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 uporaji ya wizi na ubakaji, limeamua kuendesha operesheni kali. Na jana tarehe 16 mwezi wa 5, 2025 limeendesha operesheni hiyo na kuwakamata watuhumiwa wanaojihusisha na unyang'anyi, wizi na ubakaji wapatao 24. Watuhumiwa hawa watafikishwa mahakamani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 Tufuate pia Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. TV.